Vita imeanza. Iran yamimina drones mia moja kutoka anga la Lebanon. Ayatollah atangaza vita kamili dhidi ya Israeli. Sehemu ya kwanza: saa ya kisasi. Drones zaruka angani, macho ya dunia yote sasa yanaitazama Mashariki ya Kati, eneo ambalo limewahi kuwa moto wa migogoro ya kisiasa na kijeshi kwa miongo mingi. Lakini sasa si vita vya maneno tena, ni vita halisi. Vita inayotumia teknolojia ya kisasa, hasira ya kidini na kisasi kilichochochewa na damu. Ni majira ya saa 11 alfajiri katika anga la Lebanoni. Anga iliyokuwa tulivu ghafla ikavurugwa na milio ya injini za ndege zisizo na rubani, drones, zikikatiza kwa kasi kuelekea upande wa kusini nchi ya Israeli. Kundi hilo la drones linaelekezwa na Iran. Kupitia jeshi lake la kimapinduzi IRGC, likiwa limepokea amri ya moja kwa moja kutoka kwa Ayatollah Ali Hamanei, kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tangazo la Ayatollah, vita kamili. Kupitia hutuba ya moja kwa moja, Ayatollah alisikika akisema kwa sauti ya amri na uchungu. Kwa miaka mingi, Israeli imekuwa ikimwaga damu ya ndugu zetu wa Palestina. Sasa wakati wa kisasi umefika. Huu si mgogoro tena, ni vita. Katika hutuba hiyo alitangaza rasmi kuanza kwa kile alichokiita Operation Quds ya kisasi, akiamuru kurushwa kwa zaidi ya drones 100 kuelekea Israeli. Lengo ni wazi, kulipiza kisasi kwa shambulio la anga la Israeli liliyoangamiza sehemu ya ubalozi wa Iran nchini Siria na kuua makamanda kadhaa wa IRGC kwa mujibu wa duru za kijeshi Drones hizo hazikurushwa tu kutoka Iran bali pia kutoka maeneo yanayodhibitiwa na washirika wa Iran kama Hezbollah huko Lebanoni, wanamgambo wa Hashdi al-Shaabi nchini Iraq na baadhi kutoka maeneo ya Syria. Harakati hizo zilifanyika kwa kasi na usiri mkubwa. Teknolojia ya drones, uharibifu unaotembea. Iran kwa miaka mingi imekuwa ikijijengea jina kama ngome ya teknolojia ya drones. Drones zilizotumika katika operation hii ni pamoja na Shahed 136. Ina uwezo wa kuruka hadi kilometa 2000 na kulenga kwa usahihi kwa msaada wa GPS. Inabeba vilipuzi vya kutosha kuharibu majengo au magari ya kivita. Mohajer 6 ina uwezo wa kufanya ujasusi, kufuatilia malengo na kushambulia kwa wakati mmoja. Karar na Ababil, hizi zinaweza kubeba makomboli madogo ya angani na kutumika kama drones za kujitolea muhanga ama suicide drones. Kundi la kwanza la drones lilionekana likikatiza juu ya bahari ya Mediterranean kitumia mjano wa anga wa Lebanoni ili kuepuka ulinzi mkali wa Israeli kupitia Iron Dome. Lakini bila shaka lengo lilikuwa wazi, kufanya mashambulizi ya usahihi wa hali ya juu ndani ya ardhi ya Israeli. Israeli yachanganyikiwa. Iron Dome yaelemewa. Israeli, taifa lenye moja ya mwana mifumo ya juu kabisa ya ulinzi wa anga duniani wikiwemo Iron Dome, David Sling na Arrow 3 ilipatwa na mshangao. Sirens ilirindima Tel Aviv, Haifa Ake na maeneo ya Galili. Makomboli ya Iron Dome yakafiatiliwa angani kwa mfululizo wa radi, lakini idali ya drones ilikuwa mkubwa mno kwa mfumo huo kushughulikia zote kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa televisheni ya Channel 12 ya Israeli, zaidi ya drones 20 zilifanikiwa kupenya ukuta wa ulinzi na kulipua baadhi ya maeneo ya viwanda karibu na Haifa. Watu kadhaa walijeruhiwa, huku wengine wakihamishwa katika hifadhi za dharura. Mataifa makubwa yatoka usingizini. Marekani yaingilia. Dunia haikukaa kimya. Mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliitishwa mara moja. Marekani ikatoa tamko kali la kuilani Iran kwa kutishia amani ya kimataifa. Rais wa Marekani akaongea na waandishi wa habari saa chache baadaye: huu ni uchokozi wa wazi, tutasimama na Israeli. Hakuna taifa linalostahili kushambuliwa kwa njia hii ya kikatili. Marekani tayari imetuma meli ya kivita katika bahari ya Mediterania na kuripotiwa kuwa ndege zake za kivita. Ziko tayari kuzuia mashambulizi zaidi lakini bila kutangaza rasmi kuingia vitani. Wakati huo huo, Urusi na China zimechukua msimamo wa tahadhari, zikitoa wito wa mazungumzo lakini pia kuilaumu Israeli kwa uchokozi wa awali ulioibua majibu ya Iran. Mitazamo ya dunia, vita ya dini au siasa za ulafi? Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wamegawanyika. Wapo wanaosema vita hii ni ya kidini kati ya ulimwengu wa Kiislamu unaojisikia dhulumiwa na Israeli inayojiona kama taifa linalopigania kuwepo kwake. Wengine wanaona kuwa ni vita ya kiitikadi na ushawishi wa kieneo kati ya Iran na Marekani kupitia Israeli. Drone za Iran zimeonyesha kuwa vita ya siku hizi haihitaji tena mizingi mikubwa wala vifaru, bali akili, teknolojia na nia ya kisasi. Hitimisho: mwanzo wa mwisho. Mashambulizi haya si tukio la siku moja. Dalili zote zinaonyesha kuwa huu ni mwanzo wa vita kamili baina ya mataifa makubwa, na huenda Mashariki ya Kati ikaingia katika kipindi kigumu zaidi tangu vita vya Iraq, Syria na Lebanoni. Je, Israeli itajibu kwa nguvu zaidi? Je, Marekani itaingia rasmi vitani, na dunia itasimama upande gani? Majibu yatabainika katika siku chache zijazo, lakini kwa sasa anga la Lebanoni si salama tena, na Israeli imeingia kwenye karne mpya ya vita, vita ya drones. Endelea kufuatilia Hubah Online Tz kwa uchambuzi wa kina, taarifa za moja kwa moja, na historia ya kweli. Nyumba ya matukio haya ya kusisimua.